Hello, habari. Leo napenda tuongelee ugonjwa wa kifua kikuu ama kwa lugha iliyozoeleka mtaani ni TB. Huu ni ugonjwa unaosababishwa na wadudu, kitaalamu tunawaita Mycobacterium tuberculosis, na ni ugonjwa unaoambukiza. Mara kwa mara unaathiri mapafu ya mwanadamu, ijapokuwa unaweza pia ukaathiri viungo vingine. Dalili za kifua kikuu ni pamoja na kikohozi cha muda mrefu, homa za muda mrefu, mara nyingi zaidi ya wiki mbili kupungua uzito pasipo mtu kuwa amepanga, pamoja na kutoka jasho jingi sana wakati wa usiku. Ah, nafanyaje sasa endapo mtu anakuwa na dalili za namna hii? Kifua kikuu ni ugonjwa unaotibika, kwa hiyo mtu anapokuwa na dalili za namna hii ni muhimu sana kukimbilia kituo cha afya kwa ajili ya tiba, sababu ni ugonjwa ambao una madhara mengi lakini ni ugonjwa ambao unatibika kabisa na mgonjwa anapona na anakuwa vizuri. Njia za kujikinga ni pamoja na kuishi katika maeneo ambayo yana yana mzunguko mzuri wa hewa, na pale unapokuwa na mgonjwa ambaye ana dalili kama nilizozitaja, basi ni vizuri zaidi wewe ukatumia barakoa kwa ajili ya kujikinga na kujiweka salama zaidi Amin. Vizuri zaidi kuwasiliana na mtaalamu wa afya kwa ajili ya matibabu, kwa sababu kwanza ni ugonjwa ambao una madhara makubwa sana lakini pia ni ugonjwa ambao unatibika kabisa na kupona kabisa, na ili uweze kuwasiliana na wataalamu kama hao, basi pakua application ambayo inapatikana App Store au Play Store, application ya Pona Health ili uweze kupata utaalamu na usaidizi wa kiafya kwa karibu zaidi. Asante.